Watu wanasema sasa, wanapowawekea chakula chini, si wanaugua? Hawaugui jamani, hawaugui kwa sababu chakula hapa chini tunawekea siku ya kwanza na ya pili, na leo hii ni siku ya pili. Wakimaliza leo hivi chakula hapo, ndio tunaanza kuwekea magazeti kwa kwa sababu nani madishi, kwa sababu tayari chini panakuwa pamechafuka, lakini ukiangalia chakula hiki, unaona chakula kiko safi na salama kabisa, na wenyewe wana akili zao hawa. Yaani kama kuna kuku anakunya hapo, kuna kifaranga anakunya hapo basi kwa bahati mbaya sana. Wenyewe wanakwepa, wanakwenda kunya pembeni kabisa. Unaona chakula hiki. Angalia pembeni huko. Unaona? Na pia kwa sababu tayari wanakwenda na antibiotiki hiyo na vitamini, hakuna shida yoyote inayotokea. Kuku huwezi kumzuia kwenye uchafu wake. Huwezi kumzuia kwenye uchafu wake, lakini nataka nikuhakikishie ni salama kabisa. After all sijasema watu ishie kwenye gazeti, mimi ndo nalishia kwenye gazeti. So wewe fanya kile kitu ambacho unafikiri kwako vitakuwa salama na kinakupa amani. So nasema usiige kila kitu jamani, eh, usiige kila kitu. Mimi ndo nafanya hivi, unaona bwana, na kwangu naona hakuna tatizo. Sawa, leo ni le siku ya pili. mkutano wa ndege. No, no, no, mana wanapokimbia kimbia aatu nawekie maji kidogo, naweke <coughs> moto kidogo, walau tu wapatie kajotojoto pa kaasubuhi basi. Wote wanaendelea vizuri sana, hatuna kifo hata kimoja na tunakuhakikishia mpaka wanaingia sokoni hakuna kifo. Watakapofika tu wiki mbili, tutaanza kuwapa DCP ili kuepusha kupooza miguu, kwa sababu kuku akipata hitilafu yoyote mwilini, uzito pia unapungua, mm. kwa hiyo tutajitahidi sana kuhakikisha tunawapa DCP kwa wakati, ili wasifikie ile hatua ya kupooza miguu lakini mpaka sasa wote wako very active wako usalama na wanaendelea vizuri mno. Si unaona wenyewe wanavyochangamka, wanavyokimbia kimbia? Wakisikia sauti huku wanakimbilia kule, wakisikia kule wanakimbilia huku. Yaani kote huku ni kuogopa hii sauti, hawataki kelele, wanataka utulivu. Kumbuka tu dawa tunazoendelea nazo ni Trimafam na Amin Toto Vitamin. Hizo ndo dawa ambazo tunawaelea vifaranga wetu. Trimafam ni antibiotic yenye sulfa na dawa zinazofaa sana. Ziko nyingi, antibiotic zote zenye sulfa zinafaa pamoja na hizo Neuros Chick nini, lakini kwetu sisi tumechagua Trimafam the best. The best of the best. Sawa. Kwa hiyo wewe ukitaka kuchukua nyingine chukua tu. Ukikosa Neuros Chick na nyinginezo zote zenye sulfa pia zinafaa. Kulelea vifaranga kinachotakiwa au mwenyewe tu kuwa makini na kuwa smart to play smart, tunaelewana jamani? You have to be smart to play smart. Sawa, ili kwamba uweze kutoka mshindi na zero death. Naona nakumbatiana, ngoja ni watafutie moto. Nikiwekea moto hapo, utaona watakavyochangamka zaidi ya hapa. Naona walivyojikunja, yaani wasamba na wataenda kujikupatia kule, ndiyo shida hiyo. Ja, niwawekee moto ili waendelee vizuri. So fuga nasi uweze kupata faida yako, fuga nasi uweze kupata faida. Unajua, nikifuga nikifuga kuku wengi, kwa mfano Mungu akinisaidia nikafuga kuku mia tatu mia nne hata kwa wale wa bei ya jumla naweza nikawapatia, lakini ukifuga kuku mia kuuza elfu tisa unaona tu kama yale unapata hasara, unaona eh, lakini ukifuga 200 300 400 huko, afu kawauzia watu shilingi elfu tisa kwa bei ya jumla, afu alijarejea 10000 Hiyo inalipa, na hayo ndo maombi yangu. Mungu aniongezee mtaji, ili kwamba niweze kufuga wengi, niweze kuwahudumia hata wale wanaotaka kwa bei ya jumla, ili na wao wakauze mbele. Unanielewa vizuri? yeah. love you so much my people. Nawapenda sana tena, nawapenda tena, tuendelee, tuendelee kukaza buti, tuendelee kufuga naona bwana